Diaspora wow! Habari za asubuhi, mchana na jioni, nawasalimu kwa jina la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisheni nyote kushiriki katika tukio maalum la Swahili UK Football Bonanza itakalofanyika kwa mara ya kwanza siku ya Jumamosi, tarehe 31 ya Mei 2025 katika jiji la Leeds. Bonanza hili limeandaliwa na Watanzania wenzetu kupitia Swahili UK Football Bonanza Committee, likiwa na lengo la kukuza mshikamano baina ya wanadiaspora hapa waingereza na kutumia michezo kama chombo cha kutuunganisha tukiwa nje ya nchi na kutangaza nchi yetu. Napenda kuwajulisha kwamba mimi mwenyewe nitahudhuria katika Bonanza hili. Hii ni fursa ya kipekee ya kuungana kama familia ya Watanzania na kushiriki burudani, michezo na maonyesho yatakayowakilisha utajiri wa Tanzania katika nyanja mbalimbali. Kwa mara ya kwanza tunajivunia ushiriki wa timu za Watanzania kutoka miji mbalimbali hapa Uingereza, ikiwemo Leeds, wenyeji wetu hao, Glasgow, Newcastle, Leicester, Coventry, Birmingham, Slough na Onslow. Kupitia mwanazaili, vijana wetu wataweza kuonyesha vipaji vyao, kubadilishana mawazo na kujifunza masuala mbalimbali. Naomba ni wahimize wa Tanzania wote vijana kwa wazazi, tujitokeze kwa wingi siku ya kesho. Ushiriki wetu ni muhimu sana kwa mafanikio ya tukio hili na kwa kuendeleza taswira chanya ya Tanzania nje ya nchi. Pia napenda kuwajulisha kuwa kesho atakuwepo mtaalamu kutoka shirika la nyumba la Zanzibar ambaye ataelezea fursa mbalimbali za uwekezaji katika sekta ya makazi visiwani Zanzibar. Asante sana.